Zifuatazo ni sifa baadhi ya barua za polisi wakati ukiwa unaomba ajira. Namba moja, lugha ya heshima. Mfano, epuka lugha za mitaani, tumia lugha ya kisomi. Namba mbili, muundo mzuri. Lazima uhakikishe barua yako imepangiliwa vizuri. Namba tatu, epuka maelekezo yasiyohitajika mfano, unaandika mimi ni mtoto wa familia kubwa ya watoto watano. Namba nne, isiwe ndefu sana, page moja inatosha kabisa. Namba tano, onyesha ufanisi wa kazi yako na sifa za kibinafsi ndani ya barua. Mwisho, usisahau kusaini barua yako. Pia sio mbaya kama ukaweka na namba ya simu. Asante.